Muislamu, kama muislamu wa kweli huwezi kwenda kuswali kama hujataja jina la rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anaebisha hapa nieleze. E, unaporukuu ukiitidali unasemaje? Tuseme Sami allahu liman hamida, amemsikia Mwenyezi Mungu yule mwenye, mwenye kumshukuru. Ndivyo alivyo rais wetu, ni msikivu, ni Samia, yaani amesikia, ni msikivu sisiemu e hata kama mtu wewe kabla ya kutangulia kwake anatajwa pia jina lake kwenye ibada wewe, mtu Tanzania ni mtu wa wapi tena e, utampata wapi mtu mwingine kama wenzetu hawa wasiokuwa Waislamu wanasema, utampata wapi mtu mwingine kama huyu. Mwislamu kama mwislamu wa kweli huwezi kwenda kuswali kama hujataja jina la rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na anabisha hapa, nielezi e, unaporukuu kiitidali unasema nini? sisiemuoe samia Allahu liman hamida, amemsikia mwenyezi Mungu yule mwenye kumshukuru. Ndivyo alivyo rais wetu, ni msikivu, ni Samia, yaani amesikia, ni msikivu tesemoe oye. Hata kama mtu wewe kabla ya kutangulia kwake anatajwa pia jina lake kwenye kwenye ibada kwenye wa wa e, wape, mtu huyo nadhania ni mtu wa wapi tena, utampata wapi mtu mwingine kama wenzetu hawa kwa sekuwa Islam wasema, utampata wapi mtu mwingine kama huyu?